Mtoto naona unazidi kunifuatilia, unavuka mipaka yako, kila ninakuenda unapenda kupita njia zangu. Mpaka wache kumfuatilia kakaangu, na mwenye sito kufuatilia kakaangu, likimkuta lolote basi uhai wako upo kwenye mkono wangu. <laughs> Wewe ni mtoto mdogo sana, wewe ni mkojo tu. Amenishinda mama yako, utaniweza wewe? Udogo udogo uchawi uchawi. <laughs> We ni mtu mdogo sana wewe, ni mkoyo tu. Amenishinda mama yako, utaniweza wewe? Ngoja <laughs> mkuonyeshe, nakwambia, kajipangi

Na ya mawili ya kuzungumza una mawili ya kuzungumza na mimi. Niambia. Hmm. Kwanza, nasikia wewe, nasikia unataka kuoa wewe. Amekuambia nini kama anataka kuoa aje? Niambia eh, mtu yote. Okay. Asa, haja kuambia mtu, mimi sitaki kuoa na kama ningekuwa nataka kuoa ningeshakwambia, na muda wangu ukifika, kama mimi nataka kuoa, nitakwambia mdogo wangu, sasa hivi nataka kuoa. Aliyekwambia nani? Aje, niambie mtu. Na kwanza kumbuka mama. Najua mama chonisia nikupenda sana, mdogo wangu, na nikutunze kama mboni yangu Nitakutunza na nitaendelea kukutunza na pia aliniambia nikusikilize kwa chochote kile. Mbona nakusikiliza? Oh, Rosie, mambo kwa? Mzima salama. Safi. Sasa. Uh-huh. Nisipoteze za muda, maana masumbuko mimi nilikuwa ni niliku kusumbuka kila siku hivi Rozi, nikwambie mara ngapi kuwa nakupenda? Kwani wewe ndio ulichonikia hiko tu? Mimi kidhani nanitia kitu cha maana, kumbe unanitia upuzi wako. Tambua mimi ni mwanaume tena, nina hisia na nina haki ya kupenda. Hivyo unajielewa kweli? nimeshawahi kukwambiaje, mimi ukitaka kunita sita kunitia kiupuzi wako, niitie kitu cha maana. Chaguo langu ni wewe, wewe. Nimekwambia ustahili kuwa na mimi au uelewi? Naomba unikubalie. Nimekuwa ni mtu wa masikitiko, nimekuwa ni mtu wa kupata shida juu yako. Naumia, nateseka, nakupenda Rozi. Ukitaka kunipenda mimi, anza kumpenda mama yako, umesikia eh? alafu ndo unipende mimi Rozi, Rozi. Wenzangu, furaha kwangu inakuwa karaha. Asa, kama nataka kuoa, oa mwingine, ila yule usimlete hapa, hatu kanyaga na hatulalaesaba we saba wewe wesaba we Yaani sasa unajua kuongea si ndio? Na kaniambia menambiaji unaona mifala, sindio? Unaona ni mjingo nanam mtu ambaye labda sina akili timamu Ma mi ni mwanaume na mimi na moyo. Kosa langu lini? Kosa langu kupenda wewe? Sijakwambia wewe sio mwanaume, ila wewe ni mwanaume. Suruale unapenda, usharubale unapenda, kupendeza, ila haujui kunitunza. Niongee eh? eh? Kwa herufi kubwa, natoka kwa mwanaume ambaye anajua kunitunza ndani. Nipishe ndani niingie. Wewe, Hivi unajisikiliza na unachokiongea kweli? Eh? Tambua mimi ni nani? Mimi na thamani kubwa sana juu yako. Unanichosha unajua? Nimechoka. Si unajua nimechoka usiku mzima sijalala. Sijui upo. Wewe endelea kula huko ndani mo. Wewe hauna hela ya kunitunza. Unanilisha ugaidaga kila siku ndani. Nyama ya kuku mwanamke sijui. Hizo shida gani unaletea mimi? Mimi sijamwona duniani nije kula shida kama hizo baba. Nyumbani kwetu mimi nikikaa na la kuku na enjoy kila kitu. Hata mimi mwenyewe naona nimekosea kukupenda wewe, afu najiita mwanaume. Sikia, mi ni mwanaume sawa, mi na moyo pia, na uchungu uyapo. Ndo unalipia kodi, unalipa kodi wewe au wenda? No, uminiwa kuniweka mimi ndani, mi naangaika, nasumuka kwa sababu yako, niweze kukutunga, niweze kukulea. Ujinga gani naweza kuniambia mimi hivyo kiswali? Unaelewa? Nimekwambia hivi nimechoka huko nakutoka, nimefanya kazi ambayo imenipa hela sio, umenielewa vizuri, umenipata eh? Lakini unaongea ongea, unaongea unaongea sana. Sasa mimi naumia, shoga yangu anakuja, yani ni sugu yako kwa shoga yangu. Hebu niambie vizuri, kwa sababu baba na mwanake eh, yani mwenyewe anataka apigwe hivyo hivyo, mwana kazoea huyo eh, shoga huko huko, mimi mwenyewe ni mwanaume. Ujinga wako naufanya mi nauona, bwana, kuvumilia